Wa wow. neno la Mungu na asubuhi ya leo, wao ni kukaribisha ambao unatufuatilia, tuteni na kujifunza maneno kaza wa kaza asubuhi hii ya leo, wapendwa, karibuni sana mumbaji, Mfalme, vitu vyote ni vyako ni kwa ukalimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukalimu wako ninabarikiwa. Leo asubuhi ya leo tunamjifunza huyo Mungu ambaye ni muumbaji wa vitu vyote. Haleluya, ni muumbaji wa vitu vyote kana, na hata vile ambavyo huwezi ukaviona kwa macho yako. Kumtumaini Bwana, kumtumaini Bwana kumtumaini Bwana ni kumtegemea Bwana, ni kumkabidhi njia zako zote. Kumtumaini Bwana maana yake hutakuwa na kitu kingine cha kutumaini isipokuwa ni nani tu, ni Bwana. Takwimu zinaonyesha watu wengi kwenye ulimwengu huu wame, wame, wamesomesha watoto wao na kwa kweli wamesomesha takwimu zinaonyesha zishi pale, wengine wakawapenda wake zao zaidi ya Mungu, wakaweka kipaumbele wakaweka vipaumbele vyao hata kwa waume zao, wakaweka mambo mbalimbali kwa, wa, kwa, wa, kwa watu wakisema kwamba hawa ndio marafiki zetu na hawa ndio kila kitu kwenye maisha. Sikiliza, umepungukiwa na jambo Kuna watu walisomesha watoto wakizani kwamba basi watoto hao watakuwa msaada, lakini leo hii hii, watoto wanalia ha, yaani mzazi analia kwa sababu ya mtoto yule ambaye alimzaa. Ni nini? Aliweka tumaini kwa watoto. Unisikilize na kunielewa vizuri, ziko nyakati mtoto uliye mzaa ukaweka tumaini kwake, iko siku atakutoa ma... ukaweka tumaini kwake, iko siku atakutoa machozi. Ujaelewa vizuri huenda, yani iko hivi, ziko nyakati kwenye maisha yangu na maisha yako ukiweka tuma... ziko nyakati kwenye maisha yangu na maisha yako ukiweka tumaini kwa baba, ukaweka tumaini kwa mama ukaweka tumaini kwa mali ukaweka tumaini kwa majumba uliojenga, kwa viwanja ulivyokuwa navyo, kwa heshima, ni kwa sababu ya kwamba jamii yakusema vizuri, ni kwa sababu i want to remind you kwamba mtegemee Bwana, maana hivyo ulivyo navyo vinaweza vikapotea kwa wakati mmoja. Asubuhi ya leo tunaenda kuangalia mahali sahihi paku tumaini. Bwana mmoja akaandika hivi na mimi napenda kuyatumia maneno yake, napenda kuyatumia maneno yake. Naye ni mtunzi wa wimbo namba ile mia ishirini na saba. Huyu ni mwanamume aliyekuwa na utajiri wake kwa namna yake, lakini katika kuishi maisha haya, ikafika wakati akapoteza vitu vyote, akapoteza fedha, akapoteza kila kitu, watoto wakapotea, mke aliyekuwa naye akapotea, lakini akajua jambo moja kulingana na mtunzi huu huyu wa wimbo namba mia ishirini na tano, mia ishirini na saba, anasema ndio napo amanika Mashwali auliona poshida lombi lombi, ni salama lohoni mwangu. Haleluya, ni salama rohoni mwangu. Ni kweli amepoteza watoto, ni salama lohoni mwangu. Ni kweli amepoteza mke, ni kweli amepoteza majumba na akachua jambo moja, mimi ni salama rohoni mwangu. Watu wengi, ninataka kuwapa shauri asubuhi ya leo kulingana na neno la Bwana. Haleluya, tumtumaini Bwana, ukiweka tumaini. Kwa hivyo vitu vinaweza vikapotea kwa siku moja, kwa maana ya kwamba unaweza ukawa na majumba lakini majumba uliokuwa nayo yakapotea kwa maana ya kwamba inaweza ukatokea moto kusikojulikana ukalamba nyumba, ukalamba fedha, ukalamba watoto, au mke wako akasafiri akaenda kwa msiba. Akasema, sikilizeni mke wangu, hey, you know the way I love you. Ni kweli nakuita my sweet heart. Ni kweli ninakuita you are the first and the, uh, uh, you are the first and the last. Wewe ni wa kwanza na mwisho ni kweli nakuita hayo sasa. Kwa sababu msiba umetokea, ninakuomba beba. Amina. mm! ukibeba amina, beba na Ashura, lakini usiishia Ashura, beba hata Juma, beba watoto hawa. Naenda sasa kwa msiba, huenda ni Mwanza, sijui huenda ni Dodoma. Katika kwenda kule, wanaweza wakapata ajali, kwa siku moja, ukabaki peke yako. Ujue jambo moja, ni salama rohoni mwangu

mwangu haleluya. Zambi zangu zote, wala si nusu, huwekwa msalabani, wala sichukui laana yake. Ni salama rohoni mwangu, haleluya. Tuendelee. Kitabu basi ambacho tutajenga hoja ni kitabu cha Zaburi mia moja ishirini na tano, na pale wengi wametunga wimbo Eh, hey, wamtumainio Bwana ni kama mlima. Hilo hmm, fungu lilichelewa kufika huku Dubai. Kabale Dubai. Lilichelewa hilo fungu kufika kwa kweli. Hata mimi nimeona. Hata mimi nimeona kabisa. Nimeona. Hey, hey. Mia moja, msi, eh eh. Zaburi 150 125 sorry. Ah, uh, 125 fungu la kwanza. Anasema maneno ya pekee. Hey, wamtumainio Bwana. Ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakaa milele. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Sikiliza, tumeambiwa wale wanaomtumaini nani? Bwana ni kama mlima, kama mlima wapi? Mahali pa mlima Sayuni ni mahali ambapo uwepo wa Bwana unapatikana. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo anasema kwamba kati ya mlima ambao ulikuwa hawezi kutikisika ni mlima Sayuni, mlima Sayu, Sayuni ni kati ya mlima ambao hauwezi ukatikisika. Sasa anasema wale wote watakaoweka tumaini kwa Bwana, na hiyo Bwana iko na herufi kubwa, kwa maana ya Yawe, kwa maana ya the Lord, maana yake ni Mungu wa maagano, maana yake ni Mungu wa mahusiano. Ukiweka naye mahusiano, maana yake utatenda kulingana na yeye, maana unaongozwa na yeye na sio kwa njia zako mwenyewe. Nini maana ya maneno haya? Wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika kwa milele. Wale wote ambao watamtumainia Bwana, habari njema ni hii ya kwamba hawatatikisika, watakaa milele, kwa maana hata kama wakifa leo, kuna ile asubuhi njema watafufuka kwa maana hata kama leo wakachekwa, kunayo asubuhi njema. Hata hivyo tumekaribia nyumbani, ambapo hakutakuwa na mtu wa kukucheka kwa sababu ya watoto uliozaa, kwamba wanakucheka kila siku. Hakutakuwa na mtu ambaye atakuwa ni wa kukudharau kwamba hufai. Hakutakuwa na wezi, hakutakuwa na wachawi, hakutakuwa na watu watakaokuwa wanasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la pili ndipo tutajikita kidogo. Anasema kama milima inavyozunguka Yerusalemu ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Faida na kutajia. Faida ya kumtumainia Bwana mojawapo, Bwana anaahidi ulinzi. Anasema hivi kama milima inavyoizunguka nini, Yerusalemu? Kwa haraka haraka, Yerusalemu ilikuwa ni sehemu ambayo ni kitovu. Basi kitovu ilikuwa ni sehemu ambapo sasa ilikuwa imezungukwa na nini? Na milima. Tuko mpaka hapo? Haleluya. Yerusalemu ilikuwa ni sehemu ambapo ah, milima ilizunguka Yerusalemu. Sasa kulingana na sentensi hii ama neno la Bwana maana yake ni kwamba wale wote watakao mtumaini ya Bwana maana yake watazungukwa. Haleluya! maana yake kuna ulinzi wa nani, wa Mungu. maana yake ni nini? akijaribu kusogea mchawi atakimbia. Mana, there is kuna uzio wa Bwana, kuna ulinzi wa Bwana na Mungu anakuprotect kwa maana ya kukulinda. Maana yake ni kwamba ukikanyaga hatua zako Mungu yuko nawe, ukifanya jambo lolote Mungu yuko nawe. Wakati mwingine unaweza ukaenda sehemu unanjaa, wakatenga chakula kwa sababu una ulinzi wa Mungu. Mungu anakuambia aah, mwanangu, sireki chakula. Au inatokea dharura faster inahitajika kitu fulani na ukaenda, kumbe Mungu amekuokoa. Usilaumlaumu mambo mengine. Haleluya, Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo wale watakao mtumainia Bwana kuna ulinzi. Nimekutajia faida moja, ukimtumainia Bwana kuna ulinzi. Bwana anaahidi kukulinda na kunilinda. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwanini anazungumza kwenye kitabu cha Zaburi ishirini na nne fungu la kwanza namba moja, tusomee. Anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? dunia na wote wakao ndani ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Wapendwa, tumekosea katika kuweka matumaini. Nataka kuambia na kuhakikishia ili dhahiri, asubuhi ya leo tuweke tumaini kwa Bwana, tukimtegemea Bwana, hata kama tukapoteza watoto tuliokuwa nao, hata kama ukapoteza mke mzuri hata kama ukapoteza fedha, ukapoteza majumba, ukanyanganywa viwanja kwa sababu huna fedha, mtu amevamia eneo lako na kwa sababu huna jeuri. Maana mwenye fedha katika ulimwengu tuliokuwa nao ndiye mwenye jeuli. Maana yake ukiwa huna fedha, huna sauti. Wale wenye fedha huwa wanakoroma mara moja, vitu vinatembea. Nataka kuambia hata kama ukipoteza hivyo, haleluya kuna Mungu, haleluya! Weka tumaini kwa nani? Kwa Mungu. Mimi nataka kuambia kabisa, wewe hapo ulipo ni wakili. Ni nani? ni wakili wa Bwana, na hivyo kwa sababu hiyo, tambua kwamba Mungu ni nani kwenye maisha yako na maisha yangu, na hivyo, yeye anataka tumtegemee, na kwa sababu hiyo, asubuhi ya leo nakupendekezea tuweke tumaini kwa Bwana tukiweka tumaini kwa Bwana, hata kama tukafa hata kama tuishi tu, tu, tu, tu maisha ya changamoto tukafa, basi tufie mikononi mwa Bwana. Tukifia mikononi mwa Bwana kunalo tumaini, haleluya! Maana tumaini halishindwi na kifo, yaani tumaini halishindwi na nini? Nitakupa mfano, Yesu alikufa akafufuka. Maana yake Siku ngapi? Siku ngapi, wapendwa? Siku ngapi? Alikufa lini? Alikufa lini? Wangapi zinakubaliana Ijumaa na wangapi atukubaliani? Alikufa siku ya Ijumaa, Jumamosi kaburini, Jumapili akafufuka. Hiyo ni udhihirisho kwamba tumaini ukiweka kwa Bwana hata kama ukifa, hakuna kifo cha milele maana wale watakao mtumaini Bwana siku ile ya asubuhi njema watafufuliwa. Haleluya! tumaini tumaini tumaini hali yani kaburi, tumaini halishindwi na kifo, hata kama ukifa kuna kufufuka. Haleluya! Kaburi sio mwisho, lakini kuna kufufuka. Na asubuhi ya leo tuweke matumaini yetu kwa Bwana. Faida niliyokusomea ukiweka tumaini kwa Bwana, maana yake kuna ulinzi. Bwana atakulinda, atakulinda na magonjwa, atakulinda na watu wabaya, atakulinda na mambo ambayo hayafai. Maana yake sasa wewe utakuwa unaongozwa na Bwana utakuwa unaongozwa na Bwana. Nataka kuambia usije kwa kosea kuweka tumaini, ila weka kwa Bwana. Ubeti unaofuata, ee Bwana nahimiza siku ya kuja

Ni salama rohoni mwangu haleluya, Ee Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa ni salama rohoni mwangu haleluya. Wale wote watakao mtumaini Bwana watakuwa salama a, uh, rohoni mwao. hasala za kuto mtumaini Bwana. Ukiacha kumtumaini Bwana kuna nini kinatokea? Ukiacha moja, hakuna tumaini kwa sababu huamini katika tumaini Mbili, kuna kifo cha milele hiki kifo, watu wote, makabila yote ka, yani haijalishi kwamba wewe ni Msukuma, haijalishi ni mtu gani, sijui unatokea kanda ya Ziwa, sijui unatokea wapi na wapi, haijalishi hayo yote, kwa sababu hauna tumaini na hujamtumaini Bwana, matokeo yake ni kwamba wewe utapotea siku ile, Yesu atakapokuja. Ila yule akimtumaini Bwana akamkabidhi njia zake, akamkili yeye, maana yake atatenda kama wakili mwaminifu, maana yake Bwana atamwongoza, maana Mungu a, yeye anaahidi ya kwamba na anaahidi kuwapa thawabu wale wa mtafutao lakini, haishii pale. Wale watakao mtumaini yeye anasema ya kwamba, maana yake atawaongoza, hawatakuwa wanajiongoza wenyewe, na kwa sababu hiyo yeye atakuwa anawaongoza. Wakifika kwenye chakula, yeye anaongoza, anamwambia a, kwa sababu mimi ni Bwana, mimi ni Mungu wa maagano, kula hivi maana wewe nimewambia, mimi huwa sina sifa si faida nyingi sana, huwa ninataja faida moja tu. Nimekutajia faida mojawapo, na hii imetoka kwenye neno la Bwana. Haleluya, haleluya, ambapo ukimtumaini Bwana maana yake kuna ulinzi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naona kuna mtu mmoja anaweza kabisha. Ngoja wewe, unayetufuatilia mtandaoni, sikiliza, tunaenda kusoma zaburi basi. Kitabu cha Zaburi, zaburi ile sura ya ishirini na tatu, nenda pale Zaburi ya ishirini na tatu fungu la kwanza, anasema Bwana ndiye mchungaji, sitapungukiwa na kitu. Kwa lugha nyingine, sitohitaji kitu chochote, maana Bwana wale walio na Bwana wana uhakika wa maisha. Bwana akiwa Bwana kwenye maisha yako, una uhakika wa maisha maana hutaogopa. Haleluya! hutaogopa Bwana. Bwana ndiye mchungaji, anakuchunga anakuelekeza kwamba upite wapi, ule nini, uvae nini, maana sio kila nguo inafaa. Sio kila nguo inafaa kuvaliwa. Sio kila chakula ni chakula, zingine takataka, tupa. Sio kila maneno utakayoambiwa na busara, chuja, mengine sio maneno ya msingi na, naomba kuendelea na fungu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani ma majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza huni huisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa china lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vya nifariji. Haleluya. Asubuhi ya leo Bwana ruhusu Bwana awe mchungaji kwenye maisha yako. Utalindwa. Haleluya. Utalindwa dhidi ya magonjwa. Kuna magonjwa mengine siku hizi unaweza ukatupiwa tu. Ukaona hangaika, ukienda hospitali na hospitali hakuna. Wala haoni ugonjwa lakini unazidi kunyongonyea. Kumbe sio nini? Ila ni maloho ambayo yametupwa yame juu yako, maana hakuna kuendelea. Ubaki vile vile, unapoteza fedha, wenzako wanaendelea na maisha tu. Bwana atusaidie sana. Asubuhi ya leo, tunapoenda kumaliza sasa kipindi chetu asubuhi ya leo, nataka kukuambia na kukupendekezea ya kwamba tumtafute Bwana, tumtafute nani? ukimpata Bwana kuna ulinzi tosha na kamili, maana ndiye anayeahidi kutulinda kama milima. Fungu lile la pili la mia ishirini na tano fungu la pili kama milima inavyoizunguka Yerusalemu ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake. Narudia ili, ili, ili fungu li, ili la pili uh, kama mara mbili au mara tatu kama Milima inavyoizunguka Yerusalemu ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake. Kama milima inavyoizunguka Yerusalemu ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake. Tuondoke na hili, Bwana anaahidi ulinzi. Tuondoke na hili, ukimtegemea Bwana hakika kuna ushindi. Ukimtegemea Bwana hakika kuna kuinuliwa. Ukimtegemea Bwana hutakuwa mtu wa kawaida, maana wale walio na Bwana hawana njaa hawana njaa. Tungekuwa na muda sana, tungechambua zaidi kwenye hii sura ya 23 fungu la kwanza, lakini wacha tuishie hapa asubuhi ya leo, na Bwana atubariki. Mahubiri Kabale 2025, tumekaribia nyumbani wapendwa. Changamoto tunazozipitia habari njema ni kwamba ha hapa sio mwisho, makao yetu ni mbinguni kwa mujibu wa kitabu cha Yohana kumi na nne fungu la kwanza hadi lile la tatu, anaahidi kwamba kuna makao mengi, yeye ameenda kuandaa dheni, atakuja ili kusudi atuchukue twende, tukishaenda kule baadaye atakapokuwa nasi tuwepo. Haleluya, kuna makao yako yanakungoja. Changamoto zinazozipitia sio mwisho. Hukuumbwa kwa ajili ya matatizo, umeumbwa kwa ajili ya kumtukuza Bwana hukuumbwa kwa ajili ya kuteseka, ila umeumbwa kukamilisha kusudi la Mungu. Uliza Mungu makusudi ya Mungu then Mungu. Mungu atatenda jambo asubuhi ya leo. Mungu atusaidie, atubarikie. Simama nami tunapoenda kuwaiisha hiki kipindi. Bwana atubariki sana. Tumtumaini Bwana, tumtumaini Bwana. Wale watakaomtumaini Bwana, maana yake kuna uhakika wa ulinzi kuna uhakika wa ulinzi. Hata kama wewe umepoteza ndugu zako ambao ni wa maana sana, hata kama umepoteza kitu fulani, umeibiwa jambo fulani, yaani umeibiwa kwa maana ya kwamba umeibiwa viwanja, umesulumiwa, unawadai watu wa kulipi, watu wanakucheka kwa sababu ya ugonjwa, huenda hujazaa, huenda unatamani Bwana kutendea jambo fulani, lakini kwa sababu hiyo hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akasikia dua yako. Nakupendekezea, nenda kalia kwa Bwana hata kama ukapoteza hivyo vitu vyote ungana na mtunzi wa wimbo namba mia ishirini na saba nionapo amani ni kama shwari ni salama rohoni mwangu haleluya tuombe mwema mtakatifu ushukuriwe kwa maana wewe ni Mungu ushukuriwe kwa kunena nasi ushukuriwe kwa kuwa utaendelea kuwa pamoja nasi sasa kwa sababu umenena nasi tusaidie tuyaweke mioyoni mwako maneno yako na jina kupate kutukuzwa. Tunaungana na mtunzi wa Zaburi 119 fungu la 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Tusaidie Bwana, tuliweke neno lako ndani ya maisha yetu. Maana yake tukienda kuamuru katika ulimwengu huu jambo fulani, tukiamuru kwa wagonjwa, wagonjwa wanapona, tukiamuru kwamba tulindwe, tunalindwa maana tuna neno, tukiamuru jambo lolote nalitokee, kwa maana tumeamuru kwa Bwana. Tenda hivyo na kuzidi, tupe nguvu kama za watumishi wako akina Elia, tuweze ku, kuendelea kuishi kwa kukulingana wewe. Tuongoze kwa neema yako, kawe nasi kwa vipindi vinavyofuata zaidi sana, tukutumaini zaidi sana, tumaini watoto, maana watoto wanaweza wakapotea hao hao ambao wameweka tumaini wakawa watu ambao wana mambo ya ajabu. Tukiwatumaini wazee, wazee na wao wanaweza wakafanya mambo ya ajabu. Tukiwatumaini wake ama waume wanaweza wakafanya mambo ya ajabu. Yesu tusaidie tukakutegemee wewe. Maana wewe ni Bwana, wewe ni Yawe, wewe ni ni Mungu wa mahusiano. Hivyo Yesu tusaidie kwa neema ya pekee, tudumishe agano nawe kwa Yesu Kristo.